Akili ya mtoto inapokuja duniani au mtoto anapozaliwa hapa duniani, anakuja na akili ambayo ikiwa ni safi, ikiwa ni piwa, ikiwa haina kitu chochote, haina uelewa wowote, haina maarifa yoyote, haina ufahamu wowote kuhusiana na mambo au na vitu ambavyo vinaendelea duniani. Kwa hiyo, ufahamu tulionao, tofauti tulizonazo, matokeo ya mazingira ambayo tunakulia mazingira ambayo tunafika na tunaanza kukua kwa katika mazingira hayo, ndio yanayotupa ufahamu, ndio yanayotupa uelewa, ndio yanayotupa maarifa, na haya maarifa baadaye tunayatumia uh, katika kuendesha maisha yetu. Kwa hiyo siku leo tutajifunza sifa sipo, sifa sipo zaidi ya kumi na mbili, tutaenda kujifunza zote ot uh, sifa ambazo uh, akili ya mtoto inakuwa ina nazo. Ukizifahamu hizi kwa mzazi, kwa mlezi Uh, kwa mwalimu itakuwa ni muhimu sana, zitakusaidia kuweza kuwa mjenzi uh, imara wa akili ya mtoto na kuweza kuiandaa akili, kwa sababu kwa, kwa, kwa ajili ya kizazi kipya ambacho kinakuja. Kwa hiyo mtoto yoyote ambaye anazaliwa duniani anakuja na akili ikiwa haina mental filter. Uh, mental filter kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni chujio la akili. Uh, mtoto yoyote anayekuja katika dunia ana chujio la kuchuja akili linakuwa alipo kabisa. Kadri anavyozidi kukua, hili chujio linakuwa linakuwa linakuwa likija akija kufika akija kufikisha miaka kumi na nane, chujio linakuwa limefikia kwa kiwango kikubwa cha kukomaa. Kwa hiyo na kazi kubwa ya chujio ni kuweza kuchuja mitazamo, kuchuja imani, kuchuja taarifa, kuchuja mawazo, kuchuja fikra au kuchuja dhana ambazo zinaingia ndani ya akili zetu. Kwa hiyo kwa kuwa watoto hawana mental filter hawana chujio la akili. Kwa hiyo kila mawazo kila mitazamo um, kila fikra ambazo wanazipokea kutoka kwenye mazingira zinaingia moja kwa moja, na hizi fikra na haya mawazo na hizi taarifa zinapoingia kwenye akili zao, ndizo zinazoenda kuweka misingi ya akili zao. Kwa hiyo akili mtoto anapozaliwa, ah, akili yake inakuwa haina uwezo wa kuchuja kilicho sahihi na kisicho sahihi. Kwa hiyo mtu pekee ambaye inatakiwa a, a, awe makini sana katika kipindi hiki ni mzazi. Mzazi anatakiwa awe makini kuweza ku, ku, kuwa kama chujio la akili ya mtoto. Mzazi, utawezaje kuwa kama chujio la akili? La kuwa chujio la akili ya mtoto ni kudhibiti, ni kutawala mazingira ambayo mtoto wako anayaishi, mazingira ambayo mtoto wako anakulia. Kwa hiyo mzazi mwenye hekima ni mzazi ambaye inatakiwa ajue ni taarifa gani sahihi na baada ya kuzijua hizo taarifa, atachukua hizo taarifa na kuziweka kwenye TV, kuziweka kwenye, kwenye skrini, kuziweka kwenye simu, uh, kuziingiza kwa marafiki, kuziingiza kila mahali ambapo mtoto wake atakuwa anaishi na kuendelea kukua. Pia akili ya mtoto haijui hichi kama ni kizuri au kibaya, haijui kama hichi kitu ni cha kweli au cha uongo. Kwahiyo kila taarifa ambazo anazipokea kutoka kwenye mazingira Huwa zinaingia moja kwa moja. Kwa hiyo mzazi au mlezi ni muhimu sana katika kipindi hiki kuwa chujio la akili ya mtoto, kuwa uh, na uwezo wa kuweza kudhibiti ni taarifa, kudhibiti maarifa, kudhibiti ufahamu ambao unaingia ndani ya mtoto, kwa sababu ufahamu ambao unaingia ndani ya mtoto ndio unaoenda kujenga misingi ya baadaye ya akili kinachoingia uh, akilini mwa mtoto kuanzia mwaka sifuri mpaka miaka saba ndicho kinachoenda kujenga hatima yake ya baadaye. Kwa thamani ya maisha ya mtoto wako muhimu, maisha ya mtoto wako, mafanikio ya maisha ya mtoto wako yako mikononi mwako. Baadaye tutakuja kuona kwamba ukicheza uh, kipindi hiki uh, ndio umesha umeharibu hatima ya mtoto wako kwa asilimia karibia kama sabini. Kwa hiyo uh, kitu cha msingi katika hatua hii ni mazingira. Kwa hiyo mazingira yanaweza kawa baraka, mazingira yanaweza kawa lahana, mazingira yanaweza kusababisha akili ya mtoto wako kufa, na mazingira yanaweza kusababisha akili ya mtoto wako kuhai. Nini kinachoamua? Ni aina ya taarifa, ni aina ya mawazo ambayo yako kwenye mazingira. Kitu kingine cha kuelewa uh, kabla ya mazingira kuwepo, manake kulikuwa na mawazo. Mawazo ndiyo yaliyozalisha mazingira. Kwa hiyo, ndani ya mazingira kuna mawazo, kuna fikra, kuna dhana, kuna akili za watu zimejificha. Kwa hiyo, hizo akili, hayo mawazo, yana uwezo wa kuingia kwenye akili ya mtoto wako bila kupingwa na kitu chochote.